ikinicha uukisukilang kuhisi sikiliza, soma soma, mbili eh, Amen. Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya juu, akiwa na muhuri wa Mungu ndiyo aliye hai, akawaita kwa sauti kubwa wale malaika wanne Mm. waliokuwa wamepewa mamlaka ya kuizuru nchi na bahari akisema, ezuru mm. msiizuru nchi mm. wala bahari mm. wala mti hadi tuwe tumetia muhuri kwenye vipaji vya mm. nyuso za watumishi wa Mungu wetu nne. ndipo mm. ni-- nikasikia idadi ya wale walio Hmm. Yani, ni laki moja na elfu arobaini na nne kutoka makabila yote ya Israeli, kandi ja mbona mumalayika wundi aduga avariwasiazuba afisi kidome shochima na nzima asemerani corirenga abarira avamalayika vane bahawe kononi si nikiaga ati nimugire icomugira iisicanukiyaga canibiti tutaradoma ikimenyetso muluhanga kwabagura nobima yaco numba no, ikitigiri iki cabadomeku kimenyetso ngo ijana na mirongo ine na ine abatomeku ikimenyetso omu mijango yose abisraeli Amen Amen

wasubiri watu wa Mungu wako na chapa kwenye nyuso zao ah uh. ikiniki ni nyenzo tuone kwa ndiora ni ki yuko abantu imana banza kushika kimenyezo, ni kusema wale walio watu wa Mungu na kuvuga baje abantu imana, watu wa Mungu. Mungu anapenda anawahifadhi kwa namna yake na watunza, ili wasipatwe na matatizo ndioneka. Uh, kwa abantu imana, imana ibalinda kwa kiango, watu wa Mungu ni ngora. Lakini je ni wangapi ambao wanamuhuri wa Mungu? ni sahii nibanahe bafisi Mungu anayandaa kanisa ishengero anaandaa kanisa lake kwa wakati wa mwisho, ishengero wamwishoteguaihengero muri gachiheeo anasema anakuja kutenda kondoo na mbuzi. Kwa hiyo huko agomba kutandukanya intama ni mene. Je, wewe ndugu yangu ambao kanisani leo

rafiki ambazo makanisani mengine watu tumewaona huko nje ili ya haya mashengero meshi hadi akaanze watakuja kanisani wamevaa vitambaa wamevaa sketi nzuri ndefu baza mu um, mashengero baba ye vitambara na ma na ma kanzu pale pale, lakini akenda shuleni akenda moo akenda sijui pale ya uh, um, super store, umesangulia

na na kwa mwanje murumuna mw, mw, wa chango wa bukana na mugore wanje usimamo usimamo ati dara sinamuta to sinamuta we kwera utagira ukwagatsi mungu akasema aya imari akasema acha tuwatutege kwanza watu wa mungu na watu wa dunia tuweke chapa kwa nyuso zao kwa maana ikawa kuna ati leka tutandukanye abantu wa imana na abantu wa imana ari imana tuwasheko ikimenyetso

Shimabuja. Kwa maana wakati huo utakuwa na dhiki kuu ambayo haijapata

chenda lime uligataaumiriauamosawa malaika wa tano aka akapiga tarumbeta yake. Okay, nami nikaona nyota iliyokuwa kutoka angani hadi hazolima. Nyota hiyo ilipewa ufunguo wa ile shimo. Aii, hmm. Alipo lifungua lile shimo, moshi ukapanda kutoka humo kama moshi wa tanuru kubwa sana. Jua na anga vikatiwa giza na ule moshi uliotoka katika ule shimo atu. Ndipo katika ule moshi wakatoka zinge, wakaenda juu ya nchi, nao wakapewa nguvu kama zile za za nge wa dunia hmm. Wakaambiwa wazizuru nyasi ya nchi wala mmea wala mti wowote bali wa uzuri tu, wale watu ambao hawana muhuri wa Mungu, hawana muhuri wa Mungu kwenye vipaji vyao vya uso zao. um. Tano, wakaruhusu kuwatesa kwa muda wa miezi mitano, lakini wasiwaue um -hmm. wateseke tu wasiwaue. Uchungu wa kuuma kwao ulikuwa kama ule wa mtu aumwapo na nge. Katika siku hizo watu wakatafuta kifo, lakini hawatakiona